Usiku wa giza lililotanda kijiji cha Mtoni, mwenye nyumba mmoja aitwaye Kuti alionekana akichimba kaburi nyuma ya nyumba yake. Lakini je, alichozika kilikuwa nini? Usiku ulikuwa kimya sana, upepo ukivuma kwa upole huku mbalamwezi ikimulika nyumba kubwa ya gorofa iliyokuwa pembezoni mwa mtaa wa kijiji cha Mtoni. Kuti, mwenye nyumba maarufu katika eneo hilo, alionekana akitoka ndani ya nyumba yake, akiwa amebeba jembe alikuwa akitembea polepole pole kuelekea nyuma ya majengo yake akitazama huku na kule kuhakikisha hakuna anayemwona alipofika kwenye sehemu ya nyuma alianza kuchimba shimo refu kwa haraka huku akihema dakika chache baadaye akatoa gunia dogo lililokuwa na kitu ndani na kwa haraka akaanza kulizika aliitandika udongo vizuri na juu yake akapanda mboga za sukuma wiki ili kuficha alichokuwa amefanya Usiku ule alirudi ndani akiwa ametabasamu kwa ujanja, akijua siri yake haitajulikana. Kesho yake, watu walikuja kutafuta nyumba za kupanga. Kuti akiwa mwenye tabasamu la hila, aliwapokea kwa upole na kuwapa vyumba vizuri. Watu walihamia humo wakiwa na mizigo yao, wakifurahia kuwa wamepata makazi mapya mazuri na ya bei nafuu. Mwezi wa kwanza ulipita, lakini mambo yalianza kubadilika. Wapangaji walianza kuugua ghafla, wengine walipoteza wapendwa wao, wengine walifukuzwa kazini bila sababu. Waliokuwa wakianika nguo nje walilalamika kuwa nguo zingine zinapotea usiku bila dalili. Wote walishindwa kuelewa ni nini kilikuwa kinaendelea katika nyumba hiyo. Siku moja, msichana kijana aitwaye Kosi alihamia katika moja ya vyumba vya nyumba ya Kuti. Alikuwa ametoka kijiji cha mbali kutafuta kazi mjini. Usiku wa kwanza alihisi mambo ya ajabu. Mara kwa mara alisikia sauti za mtoto akilia, wakati mwingine sauti nyororo ikimwita kwa jina lisilo lake. Alijaribu kulala lakini usingizi haukumjia. Kosi alikuwa na moyo wa ujasiri na udadisi mkubwa, hivyo aliamua kufuatilia sauti hizo. Alitoka polepole nje akiwa amevaa shuka na kuanza kutembea kuelekea nyuma ya jengo. Kadri alivyokaribia shamba dogo la mboga sauti zikazidi kuwa wazi. Alipofika pale, alishtuka kuona msichana mdogo amevaa gauni jeupe, amekaa karibu na mboga za sukuma wiki, huku machozi yakimtoka. Kosi alitetemeka kwa hofu, lakini alijikaza. Alienda kwa upole na kumuuliza, wewe ni nani, na kwa nini unalia usiku huu? Msichana hakusema, bali alinyosha kidole kuelekea kwenye shamba dogo lililokuwa mbele yao. Kosi alitazama kwa mshangao na kumuuliza tena, lakini bado hakupewa jibu. Baada ya muda hewa baridi ilipita na msichana yule akaanza kuzungumza kwa sauti ya huzuni. Kuti ndiye aliyeniua, alizungumza kwa sauti ya chini lakini ya kusikika wazi. Kosi alihisi miguu yake ikitetemeka. Alinichukua, alinifungia ndani, kisha akanizika hapa, alipopanda mboga juu yangu. Alitaka kuficha uovu wake. Mimi naitwa Lili. Kosi machozi yakamtoka bila kujua. Msichana huyo akaanza kupotea taratibu, akiacha sauti yake ikisalia hewani, nataka dunia ijue kilichonipata. Baada ya hayo, upepo mkali ulivuma na Kosi akabaki amesimama peke yake. Asubuhi iliyofuata, Kosi aliwaita wapangaji wenzake na kuwaeleza kila kitu alichokiona. Wengine hawakuamini mwanzoni, lakini waliamua kuchimba sehemu ile kwa pamoja. Walipofika chini kidogo, waligundua mifupa midogo ya mtoto, mabaki ya nguo nyeupe na vipande vya mfuko wa plastiki. Wote walihisi baridi kali ikiwapitia miili yao, wakapiga kelele na kuita polisi. Baada ya muda mfupi, askari walifika, wakachukua ushahidi wote na kumkamata Kuti ambaye alijaribu kukimbia, lakini akashindwa. Alipoulizwa alinyamaza kimya, huku macho yake yakionyesha hofu kubwa. Habari hiyo ilisambaa kote kijijini na nyumba ya Kuti ikafungwa rasmi. Wapangaji wote walihama na kuanza maisha mapya sehemu nyingine, wakiahidi kutorudi tena katika nyumba hiyo yenye laana. Kosi alihisi huzuni lakini pia faraja, kwani roho ya mtoto Lili hatimaye ilikuwa imetulia. Kila alipokumbuka uso wa yule mtoto alihisi kama Lili alikuwa anamtazama kutoka mbali akiwa na tabasamu la amani. Tangu siku hiyo, sehemu ile ilibaki kimya na mboga za sukuma wiki hazikukua tena. Watu walisema kila usiku upepo ukipita pale unasikika sauti nyororo ikisema asante Kosi.